Na mu mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo na make headline sasa hivi huko mtandaoni bwana, ni issue ya mechi ambayo imefanyika siku ya jana hapa bwana, nataka nizungumzie mechi ya AFCON ambayo ilikuwa inapigwa kati ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles. Sasa katika mechi hii bwana, kitu ambacho tumekiona ni kwamba tumetambua kwamba eh, ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ina mashiko ya hali ya juu kwa sababu ukizingatia kwamba Tanzania na Nigeria kumekuwa kuna history nyingi sana. Eh, wamekuwa ni watu ambao tumekuwa tukipambana nao katika upande wa muziki na burudani kwa ujumla, lakini pia vile vile kumekuwa na mahusiano mazuri sana kati ya watanzania na Nigeria, ukiachana na ishu ya wasanii kama vile kina Davido na Diamond Platnumz lakini pia vile vile bwana, tunafahamu kwamba Nigeria bwana, ni mashemeji zetu kwa sababu ya mtanzania mwenzetu Juma Juksi kuamua kwenda kufunga ndoa na mrembo kutoka pande hizo za Nigeria, ambaye anafahamika kwa jina la Prisi. So at the end of the day ni kwamba mechi ya Taifa Stars dhidi ya Nigeria bwana imekuwa ni moja kati ya mechi ambazo zime make headline to the maximum huko mitandaoni na kila mtu amekuwa akifuatilia mechi hiyo eh, kwa ukaribu sana. Lakini kikubwa zaidi bwana ni kwamba Harmonize bwana, mwanzoni kabisa mwa mechi hiyo, na yeye pia alipata nafasi ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hiyo mechi ambapo, kwa mujibu wa Harmonize mwenyewe, alikuwa akiiombea Tanzania ishinde, lakini ndio hivyo tena, mambo ya jawa hivyo, tumetoka mbili kwa moja dhidi uh, ya timu hiyo ya uh, Super Eagles kutoka Nigeria. Moja kati ya habari ambazo zimetrendi huko mitandaoni ni video ya Harmonize ambayo ilikuwa imesambaa huko mitandaoni ikiwamwonyesha akiwa anazungumza eh, mawili matatu kuhusiana na issue ya mechi hiyo, ujio wa hiyo mechi kwa ujumla, na jinsi ambavyo yeye anavyoamini kwamba kulikuwa na possibility ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars eh, kuchukua ubingwa, na akasema wazi kwamba yeye anabeti na anaweka milioni kumi Taifa Stars ishinde dhidi ya Nigeria. Which, by the way, at the end of the day, baada ya mechi kuisha bwana, imeonekana wazi kwamba Harmonize bwana, e, hela yake imeliwa e, kutokana na kwamba timu ya taifa ya Tanzania haikuibuka kinara katika mchezo huo dhidi ya Nigeria.

Ya, yeah, so hayo alikuwa ni maneno ya Harmonize Konde Boy kuhusiana na timu ya Nigeria eh. Kabla ya mechi, aliiombea timu ya Tanzania ishinde, na hapa kuna page mbalimbali of course zikaja zikaripoti kuhusiana na taarifa hizo au hicho alichokizungumza Harmonize wa mfano hapa, bwana, kuna page wamekuja wameripoti kwamba Harmonize ameiwekea Taifa Stars milioni kumi ishinde. Star wa mziki ameweka shilingi milioni kumi kwa ajili ya Taifa Stars ishinde, ishinde dhidi ya Nigeria kwenye michuano ya kombe la Afrika, AFCON. lakini sasa kwa upande wa Davido, ambaye yeye bwana, tunafahamu kabisa kwamba Davido ni msanii kutoka Nigeria, amekuwa akifanya vizuri huko Nigeria kwa muda mrefu, katika icon wa nchi hiyo ya Nigeria. Basi Davido naye pia ni mmoja wapo. Sasa kwa upande wake Davido bwana, alikuwa ameweka Shinda dola elfu tisini na sita na mia tano sitini na nne ambapo hii bwana aliyoiweka dola elfu ishirini na tano ni kama milioni hamsini na tatu na amejikuta kwamba ameshinda takriban milioni mia ambapo amejikuta Davido, baada ya mchezo huo ni kwamba, baada ya Nigeria kushinda, bwana Davido amejishindia zaidi ya milioni mia moja na themanini, if I'm not mistaken. Kwa hiyo hizo pia ni habari ambazo zimesambaa sana mitandaoni, peji mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba Bwana Davido amekula mkeka wa milioni mia mbili na arobaini. Mwanamuziki Davido amekula mkeka wa dola 96,564 ambayo ni sawasawa na shilingi za kitanzania milioni mia mbili na arobaini aliyoweka kwenye mechi kati ya Nigeria na Tanzania. Yaani kwamba timu zote mbili zifungane. Ni bwana, kwa watu wa mkeka wanasemaga both, both team to score. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Davido ameshinda milioni mia mbili eh, thelathini na nane mechi ya Nigeria na Tanzania. Ameandika kwamba bwana mkeka wa mwanamuziki wa Nigeria Davido umetiki, bwana na hii ni baada ya siku ya jana eh, kubeti kwenye mchezo huo na la kundi kwa timu zote zipate goli. Aha, lakini pia hapa kuna page nyingine amekuja maandiko kwamba okay, uh, yeah of course, ni kwamba kwa kifupi, almost kila page imekuja kuripoti kuhusiana na taarifa hiyo hiyo ya Davido kupiga huo mpunga eh, uh, bwana, huku Harmonize yeye alikuwa ameibetia Tanzania milioni kumi imeondoka baada ya timu ya Tanzania Taifa Stars kufungwa na Nigeria. lakini pia vile vile kama unavyoelewa ni kwamba katika familia ya Juma Juksi na binti Priscilla mtu na mkewe hawa bwana eh, ni kwamba mambo nadhani ni tofauti kidogo ukizingatia kwamba Priscilla yeye ni Mnigeria, Juma Juksi yeye ni Mtanzania, japo kwao wameoana, lakini wote wanatokea mataifa tofauti. Hapa bwana kuna mdau amekuja kuzungumza la kwake, amesema kwamba bwana huenda muda wa jana ule baada ya Tanzania kupigwa goli mbili dhidi ya moja na Nigeria eh, huenda muda huo ni kwamba eh, eh, eh, Aya bwana, aya, kuna mtu hapa, huyo Optege akaendelea a kusema kwamba bwana, kabla ya mechi ya Afcon kati ya Nigeria na Tanzania, juks aliposti kikosi cha Tanzania kisha akakitakia aka ushindi mwema na, kuwaombea, na, kuwaom, na kuomba msamaha kwa mkewe ma, ma, ma, mama mkwe na shemeji zake wa Nigeria, kwani aliamini kwamba Tanzania ita Itam, itam, itamfunga Nigeria. Hatimaye ni kwamba mechi imeisha na matokeo ni mabaya kwa upande wa Tanzania. Tanzania amechezea goli mbili kwa moja. Juma Jux bwana ni kwamba atakuwa ana hali gani kwa sasa hivi? alafu hapa chini anasema bwana, sema huu shemeji wetu, bwana una faida sana, naona hata Davido naye pia kuna namna ambavyo ameukubali ame, mpaka ameweka mkeka wa dola elfu 25 kisha Uh, Harmonize naye pia akaamua atie uh, mkeka wa shilingi milioni kumi. Yes, huu ndio ushemeji sasa. Sema, mashemeji bwana, mnazingua, bora tungetoka moja moja kama kweli mnaenzi ushemeji wetu. Uh, huyu ni Optiger amekuja kuweka maoni yayo katika ukurasa wake wa Instagram.